Tuendelee kusimamia ubora wa elimu kwa wizara na mamlaka zote. Wizara ya Elimu pamoja na TAMISEMI, endeleeni kusimamia na kudhibiti ubora wa elimu inayotolewa kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu ili tuweze kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Hii itawafanya pia wasomi wa ndani ya nchi waweze kuingia kwenye masoko ya ajira huko, kwa kupata elimu ya ndani ya nchi, hili itasaidia zaidi Taasisi za elimu tena, imarisheni mahusiano na vyuo vyote nchini ambavyo vinafundisha vijana wetu wa Kitanzania, vinatoa maarifa, vinafundisha, lakini vinazalisha pia wakufunzi ili kuwa sehemu ya mtandao wa utoaji wa maarifa na taaluma hapa nchini. Tunataka vyuo sasa viimarishe katika eneo hilo. Nataka niwaambie kuwa tunaendelea kuimarisha mifumo ya takwimu za kielimu pia tunataka Watanzania mnapotaka takwimu za, tuna shule za msingi ngapi? Sekondari ngapi? Vyuo vingapi? Je, tuna walimu wangapi? Tuna vifaa vya kufundishia vingapi, vya aina gani? Tunaimarisha pia ee kwe, takwimu kwenye maeneo haya, ili tuweze kutoa takwimu zilizo sahihi. Huku nyuma tulikuwa na maeneo mawili yanatoa takwimu za elimu. Wizara ya Elimu wana kitengo chao cha takwimu kinaitwa BEST. TAMISEMI ambao nao wanashughulikia elimu na wao wana takwimu zao. Wakati mwingine ukichukua takwimu hizi na hizi hazikai pamoja. Sasa tumeamua tuimarishe mfumo wa utoaji takwimu ili tupate chombo kimoja kinachopata na kutoa takwimu za elimu, ili mtanzania yote anapoingia kwenye mfumo kutaka takwimu ya aina yote ya elimu aipate ile ile ambayo itazungumzwa na kila mmoja kwenye sekta ya elimu. Haya tunataka tuyafanye, hivyo kwa sababu taka tuunganishe na mifumo mingine izungumze, mifumo ya takwimu za elimu izungumze na mifumo ya NIDA, taka izungumze na mifumo ya, ya, ya, ya, ya, ya RITA na maeneo mengine kama vile mambo ya wizara ya nje, uhamiaji na kadhalika, ili tukishafika hapo tutakuwa hatuna shida.